Zelenski akataa kuomba msamaha kwa Trumpu, asema sikufanya lolote baya. Rais wa Ukraini amekataa kuomba msamaha baada ya mabishano makali na majibizano ya maneno na mwenzake wa Marekani, Donald Trump, katika Ikulu ya White House. Mkutano wa viongozi hao wawili katika ofisi ya Oval, ambapo hapo awali ulipangwa kukamilisha makubaliano ya kuipatia Marekani haki ya madini ya dimu ya Ukraini, uligeuka na kuwapiga ni kupiga maneno baina ya marais wa Marekani na Ukraine. Fukuto lilipozidi katika ikulu ya White House, Volodymyr Zelensky alitoka kwa hasira bila kujibu maswali ya waandishi wa habari. Mkutano huo uliisha ghafla, huku Trump akifuta pia mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari uliokuwa umepangwa. Akijibu swali la mtangazaji wa Fox News kuhusu iwapo anadhani kuwa ana deni la kuomba msamaha kwa Trump, Zelensky amesema, nina mheshimu rais na watu wa Marekani. Nadhani tunahitaji kuwa wawazi na wakweli pamoja na hayo, sina uhakika kwamba nimefanya jambo lolote baya katika mkutano wa jana ndani ya White House. Rais Donald Trump na makamu wake JD walimtumu Zelensky kuwa kutoa shukrani za kutosha kwa msaada wa Marekani kwa Kiev. Wanasema kwa kweli hauko katika nafasi nzuri kwa sasa, Trump alisema na kuongeza, unacheza kamari na vita vya tatu vya dunia. Zelensky aliondoka White House na msafara wake na kuacha mpango wa madini bila kutatuliwa. Afisa wa Ikulu ya White House alithibitisha baadaye kuwa hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa baina ya pande hizo mbili. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump na makamu wake JD walitupiana vijembe na kushambuliana kwa maneno makali na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika Ikulu ya White House siku ya Ijumaa. Mkutano wa ofisi ya Oval ambapo hapo awali ulipangwa kukamilisha makubaliano ya kuipatia Marekani haki ya madini ya dimu ya Ukraine uligeuka na kuwapiga ni kupiga maneno baina ya viongozi hao wa Marekani na Ukraine. Wakati mmoja kwenye vuta ni kuvuta hiyo, JD alimshutumu Zelenski kwa kutoheshimu wenyeji wake wa Marekani. Anasema haufanyi hivyo kwa shukrani. Trump aliongeza, je, umewahi kusema asante hata mara moja? JD alimuuliza Zelenski. Fukuto lilipozidi katika ikulu ya White House, Zelenski alitoka kwa asira bila kujibu maswali ya waandishi wa habari. Mkutano huo uliisha ghafla. Vile vile Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump anasema Volodymyr Zelensky hayuko tayari kwa suluhu la amani la mzozo wa Ukraine. Anasema tulikuwa na mkutano wa maana sana katika Ikulu ya Marekani. Mengi yamejifunza ambayo hayangeweza kueleweka bila mazungumzo chini ya, ma, ya moto na shinikizo kama hilo. Inashangaza kile kinachotoka kwa hisia, na nimeamua kuwa Rais Zelensky hayuko tayari kwa amani ikiwa Amerika itahusika, kwa sababu anahisi kuhusika kwetu kunampa faida kubwa katika mazungumzo. Sitaki faida, ninataka amani Alidharau Marekani wakati anarudi ofisini kwake kwa amani, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social kufuatia mkutano na Zelenski. Volodymyr Zelenski ambaye aliondoka Ikula White House mapema baada ya mabadilishano makali au majibizano makali na rais wa Marekani Donald Trump kwenye televisheni moja kwa moja kulingana na chombo cha habari cha Ukraine kiitwacho Novosti. Shirika la habari la Union limeripoti kuwa Zelenski na Trump walifuta mkutano wa pamoja wa wanahabari ambao ulipaswa kufuata. Baada ya mazungumzo yao, vile vile Washington itainyima kivu ngwaji mkono wake ikiwa Volodymyr Zelensky hata faulu suluhu la mzozo wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, utafanya makubaliano ya suluhu au tutatoka, Trump alisema. Na ikiwa tutatoka mtapambana, si dhani itakuwa nzuri. Rais wa Marekani aliongeza, utapambana lakini huna kadi, Trump alisema. Vilevile, Rais wa Marekani Donald Trump wa kutoa jibu la moja kwa moja iwapo Marekani iko upande wa Ukraine na kulitaja swali hilo kuwa la kijinga. Gazeti la White House liliweza kuripoti, mwandishi wa habari aliuliza kama Zelensky alifikiri Marekani ilikuwa upande wake. Trump alisema wa ni swali la kijinga, vinginevyo hangekuwa hapa. Ikulu ya White House ilisema kwenye taarifa. Vilevile rais huyo wa Marekani Donald Trump alipongeza mazungumzo kati ya Moscow na Washington alipokuwa akianza mkutano wake na Vladimir Zelensky. Anasema, tumekuwa na mazungumzo mazuri sana na Urusi, nilizungumza na rais Putin, rais wa Urusi. Vladimir Putin na Trump walizungumza kwa simu mnamo Februari 12 wakijadili masuala kama vile matarajio ya suluhu nchini Ukraine, kwa mujibu wa Kremlin. Kiongozi huyo wa Marekani alitoa wito wa kukomeshwa haraka kwa uhasama na suluhu la amani kwa tatizo hilo. Putin alisisitiza haja ya, mabishano ya maneno kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Volodymyr Zelensky yamezua hali ya hatari sana na huenda yakazuia kufikiwa kwa makubaliano kuhusu mzozo Ukraine, wa Ukraine Andre Basritsky, mwenyekiti wa bodi ya wakfu wa maendeleo ya usaidizi wa klabu ya kimataifa Valdai, anasema huu ni mzozo wa maneno wa kutisha kwa sababu unazua hali ya hatari sana, badala yake unachanganya njia za kutafuta makubaliano. Haikuwa bure kwamba Trump alisema kurudi tu wakati uko tayari kuzungumza juu ya amani hii kwamba ina maana kwamba majaribio yote ya kutafuta aina fulani si ya maelewano kwa upande wa Ukraine yalishindwa. Kwa maoni yake, hali mpya kabisa ya kisiasa iliibuka ambayo inaweza kusababisha matokeo yasiyotabirika. Kwa ujumla, Bystritsky alibainisha kuwa tukio hilo limeharakisha michakato ambayo inatofautiana katika pande mbalimbali na hivyo kuongeza kila aina ya hatari. Mara tu baada ya kuvunjika kwa mazungumzo hayo, rais wa kamisheni ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen ameandika ujumbe wa kumtia moyo Zelenski kupitia ukurasa wa X anasema: utu wako umewapa heshima watu wa Ukraine. Kuwa imara, shujaa na usiogopa huko peke yako, mpendo wa rais Zelenski. Tutaendelea kushirikiana nawe kwa ajili ya amani ya haki na ya kudumu, aliandika Von der Leyen. Ujumbe kama huo ulitumwa pia na kansela Olaf Scholz wa Ujerumani, ambaye naye alisema nchi yake iko pamoja na Ukraine. Hakuna anayetaka amani zaidi kuwashinda watu wa Ukraine. Kwa hivyo tunashughulikia njia ya pamoja kuelekea amani ya kudumu na ya haki. Ukraine inaweza kuitegemea Ujerumani na Ulaya. Mwisho wa kumnukuu. Shukrani kwa baba vita na historia ya dunia. Mimi ni Richard sho the rich voice, ni follow Instagram na TikTok kama rich voice official. Asante.